Hii ni injini ya Shakmani hospawa 340. Sijua ukajichanganya ukajua ni automatic, hii sio automatic sawa, hospawa 340. Sasa bwana, kufatana na jinsi ulivyoiona injini ya Shakmani, kitu tunachozungumzia ni kwenye utegaji wa nini? Utegaji wa pampu ndio tunataka tukizungumzia. Fundi wangu bwana, nataka ututolee ufafanuzi kidogo. Unapokuwa unataka kufanyaje, kutega pampu sasa, iko hivi sawa. Kitu ambacho unatakiwa uzingatie ukiwa katika wakati wa kutega pampu, sawa, kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa uvipate, hasa kwenye hizi injini kubwa za za Shackman, sawa. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuangalia, sogea waonyeshe, sawa. Hapa kuna kuwaga na tapeti hapa hii ni, ni silinda sita sawa, ni pistoni sita sasa. Kuna kuaga na hizi tappet. Unapo unapofikia swala la kuteka time sawa, unachotakiwa kuangalia unafungua mfuniko wa piston namba moja sawa na piston namba sita Sasa unazungusha mzunguko wa engine, ukishazungusha hakikisha piston namba moja inakuwa iko juu. Utajuaje piston namba moja imefika juu? Hapa tapeti zitakuwa zime overlap zote mbili, sawa. Ukiangalia hata hapa kwenye piston namba sita utakuta moja imeachia, moja itakuwa imefinya kidogo, sawa. Sasa hatua inayofuata utakuja hapa, ila hapa ndo shimo la pump, sawa. Ila hapa ndo shimo la pump, japo hapa pump hatuna tupo, tupo tumeenda kuifanyia service, sawa. Angalia hapa, hapa ndo kwenye shimo la pump ukisha hakikisha kwamba huku pisto namba moja tapeti zake zinakuwa zimeoverlap, unakuja sasa huku hapa mbele hapa hapa mbele hapa <coughs> kuna hii bolti ipo kama koki unaifungua. Kuna maki na kuaga iko hapa sawa. Sasa unaiset pumpu yako unakuja kuidumbukiza, ila hakikisha iwe imelenga hapa hivyo, iwe imelenga. Kuna kuaga na maki iko hapa, imefutika futika na kuaga hapa, sema kuaga iko hapa kwa hapa inakuwaga imefutika futika, futika. Sasa sijui nimekujibu saa hii ni sawa? Mm -hmm. Kuna hii kuna hili swala tuliozungumzia na mtu asije akakalili kwamba kwenye kila timing cover mbele kunakuwa kuna maki. Kuna baadhi ya timing cover hapa mbele zinakuwa hazina maki na zingine zina maki. Mfano kama hii hapa haina maki. Yani kwenye hili tundu kisha toyo banjo ya size 22 mbili kunakuwa kuna mkato juu hapa, ambapo huo mkato ndo tunaozungumzia utakaoendana na jino la pump. Maanake jino la pump litakavyokuwa lipo kati, wewe utaliona ukiwa umelinganisha na nini? Umelinganisha na huu huu mkato unaokuwa kwenye beroa uzingia hapa mbele. Sasa kitu kingine fundi. mm -hmm. nachotaka ukizungumzie vipi kuhusu kwenye flywheel.